Waumini wa dini ya Kiislamu kote ulimwenguni wanaendelea kuadhimisha sikukuu ya Idd ul-Adha, sherehe muhimu inayozingatia misingi ya imani, utiifu kwa Mwenyezi Mungu na mshikamano wa kijamii. Katika kaunti ya Mombasa, maelfu ya waumini walijitokeza kwa wingi kushiriki katika swala ya Idd iliyoswaliwa kwa amani na utulivu. Swala hiyo, kama ilivyo desturi hufuatiwa na hutuba yenye mafundisho ya dini, wito wa sadaka na kumbukumbu kumbu ya kisa cha Nabii Ibrahim ambaye alionyesha utiifu wa hali ya juu kwa Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aliyotunemesha tukaweza kuwahi idi hii kubwa, na kama namna watu walivyotekeleza wali ibada ya Hija, na kule watakuwa wakichinja na hip, na hapa pia Kenya tutakuwa tukichinja kufata sunna Nabii Ibrahim alaihi ssalam kama alivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu katika ndoto yake, kuchinja na sisi pia tutakuwa ni wenye kuchinja kuhuisha sunna ya Mtume Ibrahim alayhi salam, na sunna hii pia ilihuisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi alehi wasallam. Nachukua fursa hii kuwapongeza kila Waislamu popote walipo na kuwaambia Eidukum Mubarak, taqabbalallahu llahu minna minkum salihal a'mal. Na mwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tutakabalia amali zetu, na tuendelee kama Waislamu tushikamane katika njia aliyokuja naye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kufanikiwa kwetu ni kufanikiwa kwetu ni kushikamana na njia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baada ya swala, familia zilizobarikiwa kiuchumi huendeleza ibada kwa kuchinja wanyama hasa mbuzi au ng'ombe kwa kufuata taratibu za Kiislamu. Wengi katika Waislamu ambao, kama Mola wetu amewapatia uwezo, wanaelekea katika ibada kubwa, ibada ya kuchinja. Na Waislamu tunawahusia katika hivi vichinjo vyao, basi wamtakasie Mola wao tabaraka wa taala, na vile vile wao wale wenyewe katika vile vichinjo vyao watakavyovichinja, na pia wagawanyie wale ambao kwamba wasiojiweza ndugu zetu masakin mafakiri, ambao kwamba wako sehemu mbalimbali tunaowajua, na alhamdulillah kuna misikiti ambayo kwamba, kama mathalan wewe hujui kama wapi utapata mafakiri, wapi utapata maskini, alhamdulillah unaweza ukaelekezwa ukaenda msikitini. Kwa hiyo tunawahusia Waislamu wote wazidishe katika kumtukuza Mola wao katika siku hii ya leo. Nyama hiyo hugawanywa katika sehemu tatu. Sehemu moja kwa familia, sehemu ya pili kwa marafiki na sehemu ya tatu kwa maskini, jambo linaloonyesha huruma na usaidizi kwa wahitaji. Siku hii pia huwa ni fursa ya familia kutembeleana na kuimarisha uhusiano wa kijamii. Nchini Kenya, Idul Adha hupewa uzito mkubwa ambapo wanafunzi na wafanyikazi wa serikali hufurahia mapumziko rasmi ili kusherehekea na familia zao. Viongozi wa dini huwa mstari wa mbele katika kuongoza ibada hizi pamoja na kutoa hutuba, wosia na ushauri wa kiroho kwa umma. Tuaregesha shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu Subhana ambe kwamba ametuwezesha e, katika hizi siku kumi e, kufanya ibada mbali mbali. E, na leo ikiwa ni siku ya mwisho katika masiku ambayo kwamba aliyapia Mwenyezi Mungu Subhana. Tuombea Mwenyezi Mungu awe ni mwenye kututakabalia matendo ambayo kwamba e, tuliweza kuyafanya katika haya masiku e, kumi. E, tutaimiza Waislamu katika hii siku ya leo, tuwakumbuke wasojiweza, tuwakumbuke watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewapatia e, changa moto ama mtihani wa kimaisha e, katika vichinjo vyetu tusiwasahau, tusiwasahau wale watu ambao kwamba e, hawawezi washa moto majumbani mwao, nao wawe ni wenye kufurahikia e, siku kama ya leo. Huu ni wakati muhimu wa kuwakumbusha Waislamu kuhusu maana ya utiifu kwa Mungu, umuhimu wa kujitolea na mshikamano katika jamii. Kwa walio haji, sherehe hii huadhimishwa siku ya kumi ya Dhulhija mwezi wa kumi na mbili katika kalenda ya Kiislamu ikiwa ni kilele cha ibada hiyo tukufu. Idul Adha ni zaidi ya sherehe, ni somo la imani kujitolea na kuishi pamoja kwa amani na mshikamano. Saidi Abdi, Majestic Digital TV.